Hapa ni kituo cha kupiga kura cha Haile Salasi ambapo askari wa vikosi vya ulinzi na usalama wamejitokeza kwa wingi kutumia haki yao ya kidemokrasia. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa saa moja asubuhi, vitafungwa saa kumi jioni. Aidha, waangalizi kutoka ndani na nje ya nchi pamoja na mawakala wa vyama vya siasa wameonekana katika vituo vya kupigia kura wakifuatilia mwenendo mzima wa zoezo hilo kwa karibu. Usiku wa kumkia leo, chama cha upinzani Zanzibar kilitoa tamko rasmi ikiwataka wafuasi wake kutokujitokeza katika vituo vya kura ya mapema. Tuwaombe la kwanza, kesho siku ya uchaguzi wa kura ya mapema wale wanaohusika tu na kura ya mapema ndio waende vituoni, mawakala wetu, wagombea, maofisa wetu wanaosimamia pamoja na waangalizi. Rais wa sasa Hussein Mwinyi wa chama tawala anakabiliana na makamu wake wa kwanza Othman Masud Othman. Matokeo ya kura hizi yatatangazwa baada ya ya masaa 72.